Utafiti huo uliowahusisha wadau mbalimbali wa ndani na nje ya nchi, umeonesha wakulima wengi huuza machungwa yakiwa bado kwenye hatua ya kutoa maua, jambo linalowafanya kupata bei ndogo na kubaki kwenye mzunguko wa umaskini. Akiwasilisha matokeo ya utafiti wa mazao ya kilimo, Profesa Stephen Whitfield kutoka Health Research Project anasema changamoto kubwa inayowakabili wazalishaji wa machungwa ni mikataba mibovu kati yao na madalali. Ndio usimamizi wa hii mikataba ya wanunuzi kwenye machungwa ni changamoto. Machungwa haya tumeona yanaenda kwenye masoko mbalimbali, anapeleka kwenye nchi jirani Kenya, Uganda, Kongo, Rwanda, Burundi, lakini ukiongea na mkulima wala hafahamu kama machungwa yake yanauzwa nje ya nchi. Yeye anajua kwamba anamuuzia tu mfanyabiashara hapa. Anatingisha amedondoka chini, ameishia hapo. Kwa upande wake Profesa Fortunata Makene kutoka Taasisi ya Utafiti wa Kiuchumi na Kijamii Tanzania anasema ipo haja kwa serikali kuweka mifumo madhubuti itakayomsaidia mkulima mdogo kunufaika zaidi na zao hilo. Inatakiwa uweke mfumo, yaani serikali kwa kweli itengeneze mazingira na kuweka mfumo ambao utasaidia yule mkulima mdogo, kwa sababu yule mkulima hafaidiki, anayefaidika ni dalali na pia hata hivyo uh, wakati tunafanya ule tafiti, uliona kwamba mimi leo kama ni mkulima nikichukua machungwa yangu nikaweka kwenye gari nikaenda sokoni, hamna mtu ananunua kwa sababu ule mfumo, niseme mfumo ambao una, una, kama unawaonea wakulima kwamba, kwa mimi, siwezi, lazima nipite kwa dalali. Kwa hiyo, naye Afisa Kilimo wa Wilaya ya Muheza Silvestar Mzirai, na mkulima wa machungwa kutoka Mashewa wilayani Korogwe, Aisha Waziri wamekiri kuwa tatizo la wakulima kuuza machungwa yakiwa bado kwenye hatua ya kutoa maua ni kubwa. Kwa hiyo tunawashauri wakulima waweze kujiunga na vyama vya ushirika na waweze kuchukua mikopo ambayo itawasaidia kudhibiti matatizo mbalimbali wanaokabiliana nayo badala ya kwenda kuchukua fedha kwa, kwa, kwa hawa wa madalali sana. kama tukiwa kama wakulima, kwa sababu unalima kwa shida, halafu hatuna soko la machungwa pale Mashewa ina maana wanakuja walanguzi kama hivyo ndo wananunua, yani wananunua kwa bei wanayotaka wao. Utafiti huo pia uliangazia mazao mengine yakiwemo maparachichi, njegere na mazao ya viungo, ukiweka bayana changamoto pamoja na fursa zilizopo katika mnyororo wa thamani wa mazao hayo kwa wakulima wadogo. Kutoka Tanga, Raisa Said, Clouds habari.